Asante sana mi, kwa jina naitwa engineer Emmanuel Konkomo, ni mkurugenzi wa mamlaka maji safi na usafi wa mazingira Wanging'ombe, kwa ufupi inaitwa Wangiwasa. Ni mkurugenzi anayesimamia huu mradi wa kitaifa unaoitwa mradi wa kitaifa Wanging'ombe Okay. ambao eneo lake sasa inakana yachukua ina kama kata kumi na moja, kuna kata ya, ya Ilembula, kata ya Luduga, Igwachanya, Mdandu, Saja Udonja, Uhambule, Uhenga, Usuka, Kijombe, Wangi na Wanging'ombe ndio eneo la mradi wetu sawasawa. E, kwa majina naitwa Latuona Mwilongo, ni kaimu meneja kitengo cha huduma kwa wateja. Leo tunazungumza jambo gani k okay. Kilicholeta hapa hasahasa ni kwamba tunataka kutumia fursa hii kama sehemu ya maadhimisho ya wiki ya maji jua, kila mwaka duniani kuna maadhimisho ya wiki ya maji kuanzia tarehe 16 mpaka tarehe 22 mwezi wa 3, na tumeona ule ujumbe wa wiki ya maji unaendana kabisa na kazi tunazofanya na malengo yetu kwa eneo la mamlaka ya maji. Kwa ujumbe wa wiki ya maji hasa hasa kunasema kwamba uhifadhi wa uoto wa asili kwa uhakika wa maji. Kwa hiyo tumeona huu ujumbe tuja hapa tufafanue ili wananchi wakipata elimu. Kuna mahali tutavuka tunasema, tunasema hivyo kwa sababu huu mradi wa kitaifa unaoitwa Wanging'ombe, mradi wa kitaifa wa Wanging'ombe tangu ujengwe mpaka sasa kuna miaka 46, 1980, ndo ulijengwa na kuanza kutumika mpaka leo, uzalishaji haujaongezeka. Kwa wakati huo watu walikuwa kama 30, watu wa wachache na kwa sasa eneo letu lina watu laki moja kama na elfu kumi na tano. Sasa tumekuja hapo kwa sababu serikali ya awamu ya sita chini ya Rais wetu Samia Suluhu Hassan inatekeleza mipango ya kujenga miradi mikubwa ambayo itaongeza uzalishaji kwenye mtandao wetu ili watu wetu wapate maji ya uhakika kwa sasa sasa maji ni mgao. Kwa hiyo kwa miradi hii inayojengwa maji yataongezeka, yataongezeka mita za ujazo elfu kumi na tano. Miradi mipya yataongeza maji ya elfu mita za ujazo elfu kumi na tano, ndio kwa hiyo, hiyo miradi maji yake yanatoka kwenye vyanzo vya maji kwenye mto Mbalali ambao eneo kubwa unatoka wilaya wa Wanging'ombe. Sasa kauli mbiu ya wiki ya maji mwaka huu inayosema, uhifadhi wa uoto wa asili kwa uhakika wa maji. Maana yake bila vyanzo vya maji kuhifadhiwa, hiyo miradi ambayo inachukua yenye thamani ya bilioni kama 66 itajengwa miundombinu yake itabaki bila kuwa na maji na itabaki bila wananchi kupata huduma hilo kusudiwa. Kwa jukumu kubwa sasa la wananchi ni kuhakikisha vyanzo hivyo uoto wake wa asili unahifadhiwa kikamilifu, ili miradi hiyo inayojengwa inapokamilika mwakani, mradi maji yaendelea kupatikana kwa asilimia mia katika maeneo ambayo imekusudiwa katika kata ambazo nimetaja. Kwa hiyo kupitia hii wiki ya maji tunasema kwamba huu ujumbe unatakiwa utekeleze kwa vitendo, kwa sababu madhara ya kutohifadhi mazingira uoto wa asili ni makubwa. Nitataja machache. Ya kwanza, utakuta ubora wa maji unapungua, kwa sababu wakulima watakuwa naweka madawa mbalimbali mbali kwenye mazao ambayo yanalimwa na yale madawa yanaingia kwenye mkondo wa maji. Ya pili ni kwamba ubora unapungua, kwa sababu kilimo kinafanya ardhi kwenye vyanzo inatifuliwa. Kwa hiyo, mvua inaponyesha, ile ardhi tifutifu inatengeneza tope ambayo inaingia kwenye mkondo wa maji na haya maji tunapochukua tuna yanakuwa rangi imebadilika. Ya tatu tunakuta woto waasili kuathirika, maji yanakauka kwenye vyanzo, kwa sababu maji ya mvua yanaponyesha, adhi lima haitazuia maji yabakibaki kwenye vyanzo, maji ya mvua inakwenda kwa kasi, hayabaki kwenye vyanzo tena. Kwa hiyo baada ya mvua kuisha, maji yote yameshapita. Na yanne ni kwamba hiyo hali maji yakikuwa kwenye vyanzo, maana yake serikali kwa sababu na jukumu la kuwahudumia wananchi, ni kwamba italazimika kuchukua vyanzo vya mbali, ambayo gharama ni kubwa. Haya hapa yakikauka, maana yake utatafuta maji kule Ziwa Nyasa. Sasa gharama yake ni kubwa kupita kiasi. Kwa hiyo, na hii fedha zilizotumika sasa nayo itakuwa imebaki bila kuleta tija kwa watu. Kwa hiyo kwa sababu serikali ya awamu ya sita kwa sasa inajenga miradi mikubwa miwili, hasa inaitwa miradi ya miji 28 Wanging'ombe wenye thamani bilioni 437, na kuna mradi wa pili unaitwa Iganda Kijombe una bilioni 22, na mradi mwingine ni wa kutibu maji katika chanzo cha mto Mbukwa ambao ina thamani ya bilioni 2.3. Kwa hiyo kijumlisho unapata kama bilioni 66 kwa mradi moja kwa miradi yote mitatu. Kwa hiyo hizi fedha bila vyanzo vya maji kuhifadhiwa uoto wake, maanake zitalala tu chini, wananchi wataendelea kubaki bila huduma ya maji. Kwa kupitia wiki ya maji, tukaona tuje tutoe msisitizo kwamba mkiona tunafuatilia tunawaondoa kwenye vyanzo vya maji, mkuu wa wilaya na watumishi wake wanafuatilia kwenye vyanzo vya maji kwamba mipaka ile, maeneo ya hifadhi muyalinde, msione kwamba mnaonewa mwone kwamba ni upendo tu kuhakikisha kwamba wananchi waendelee kupata huduma ya maji ya uhakika, kwa sababu watu wengi ambao wamejiunga kwenye mtandao wa mamlaka yetu, maanake wana mkataba tayari na serikali kwa kuhudumiwa. Kwa ule mkataba lazima tuulinde, wale wananchi ambao tuna mkataba nao waendelee kupata huduma. Wale ambao wako kwenye vyanzo vya maji waende kwenye maeneo ambayo yameruhusiwa, kwa yale maeneo ambayo yamekatazwa. Tafadhali, tafadhali tuungane na serikali kuhakisha hivyo vyanzo vinalindwa kwa, kwa gharama yoyote, kwa sababu huu uwekezaji ni serikali imechukua mikopo ime, ni kodi ya wananchi isije kawa inapotea bila, bila kutimiza malengo yaliyokusudiwa. Kwa maana hiyo, tukishirikiana kwa pamoja, serikali ikawekeza kwa upande mwingine wananchi wakatusaidiana tukalinda uodo wa asili, tatizo la maji litaisha katika eneo la Wanging'ombe na itachukua ndani ya mwaka mmoja hivi. Okay, tunashukuru sana kwa taarifa hiyo. Uh, hali ya upatikanaji wa maji kwa sasa ipoje kwenye wilaya ya Wanging'ombe? Kwa wilaya ya Wanging'ombe miundombinu kama miundombinu, kwa kweli tumejitahidi kusambaza maeneo mengi, isipokuwa hiyo miundombinu inashindwa kupata maji ya kutosha. Miundombinu tumesambaza kwa maa asilimia 88, lakini miundombinu hiyo inapata maji kwa asilimia 28. Kwa hiyo maji yanayotosha naweza kwa asilimia 28, tunasambaza kwa mgao. Wengine wanapata kwa wa siku mbili kwa wiki, wengine siku tatu. Wale ambao njia kuu wanaweza kupata muda wote, lakini wale wa pembezoni wakati mwingine hata siku wa mgao wanakosa. Hiyo ni kwa sababu Watu mradi umezidiwa dio? hmm. Maana sasa ni miaka 46, takiwa tuongeze uzalishaji kwa. okay. Kuna maeneo ambayo kuna hiyo changamoto kubwa ya upatikanaji wa maji okay. Ndio, maeneo mengi tunatoa maji kwa mgao, kwa hiyo changamoto ipo. Sawa so, sawa so. Tukirejea kwako dada, kwenye wiki hii ya maji ambayo imeanza jana mpaka tarehe 22 kuna yeah. Shughuli gani ambazo kama Wangiwasa mnazifanya? kama nilivyojitambulisha kwamba ni kaimu meneja kitengo cha huduma kwa wateja mm. katika wiki hii ya maji ambayo imeanza tarehe kumi na sita mpaka tarehe ishirini kwenye upande wa wateja kuna ofa kubwa tumekuja nayo kwa ajili ya wateja wetu wale waliositishiwa huduma ya maji. Kwa kawaida mteja akisitishiwa huduma ya maji anatakiwa alipe faini shilingi elfu ishirini na tano kwa wateja wa majumbani pamoja na vituo vya umma au elfu thelathini kwa wateja wale ambao ni taasisi pamoja na wateja wa biashara. Lakini kwa kipindi hiki tumekuja na ofa kubwa ambapo mteja kwanza, mteja tutamsamehe faini, kwamba hataweza kulipa ile faini ya shilingi elfu 25 au elfu 30. Lakini pia sehemu ya pili ya ofa yetu ni kwamba mteja atarudishiwa huduma na kulipia kiasi kidogo cha pesa, na hela inayobaki au lile deni linalobaki atalipia ndani ya miezi miwili. Ina maana ofa yetu ni kwamba mteja analipa deni ndani ya miezi mitatu ambapo mwezi wa kwanza atalipa mwezi wa nne mpaka mwezi wa sita. Aki, akija kuleta hayo maombi kwamba ameleta nataka kurudishiwa hiyo huduma, tunahesabu mwezi wa kwanza, mwezi wa nne, ambapo atapunguza deni lake kidogo, mwezi wa tano atapunguza, na mwezi wa sita atamaliza deni lake lote na kwa takwimu katika mfumo wetu tunaonekana tuna wateja mia sita themanini na tatu ambao wamesitishiwa huduma. Ni wateja wengi sana, na kwa wiki hii ya maji tunatoa rai kwa wateja wetu wote waweze kuchangamkia ofa hii, maana ofa hii huwa inatokea mara chache sana. Huwa okay, zinakuwepo lakini unakuta mteja anatakiwa alipe deni lote na tunamsamehe faini, lakini kwa sasa hivi analipa deni kidogo Faini anasamehewa lakini, lakini ni namna gani afanye ili aweze kurudisha huduma? Anaweza kufika kwenye ofisi zetu ambazo zipo karibu. Tuna ofisi Igwachanya, Igwachanya pale center lakini pia pale Usuka Senta, pana ofisi Wanging'ombe Senta, pamoja na Ilembula na Ruduga, pale pia tuna ofisi yetu. Lakini pia anaweza kupiga simu huduma kwa wateja ambao na namba yake ni sifuri saba arobaini na nne arobaini hamsini na mbili tisini na tisa. Narudia tena namba ni sifuri saba arobaini na nne arobaini hamsini na mbili tisini na tisa. Ukipiga hii namba ndugu mteja, utapokelewa moja kwa moja na mhudumu wetu ambao kwenye, kutoka kwenye ofisi kuu iliyopo pale Ilembula. Okay. Um, wateja 600 kusitishiwa huduma ya maji ni wengi kweli, kweli hawa. Nini kilitokea? Asilimia kubwa wateja wanaositishiwa huduma ya maji wanasitishiwa kwa sababu ya madeni yao, hmm. Japo kuna wengine ambao nakuta mmiliki alifariki kwa hiyo nyumba haina mtu, lakini asilimia kubwa ni kwamba wateja wanalimbikiza haya madeni kwa kushindwa kulipa kwamba unakuta gharama inakuja kuwa kubwa. Ndio maana kwa wiki hii tukaona tuwape hii ofa kwamba alipe ndani ya miezi mitatu. Kama alilipa alishindwa kulipa deni lake kwa mara moja, basi alipe ndani ya hii miezi mitatu, tunaona na hii itamsaidia hata mteja mwenyewe kwamba anaweza kujipanga, kalipa deni lake kidogo kidogo na akakamilisha. Lakini pia tunawasi wateja wachangamkie hii fursa kwa sababu okay, tukiangalia mwaka huu hali ya hewa ni sio nzuri sana, mvua zinasumbua vyanzo hivi vingine ambavyo vipo nje, hii mito midogo midogo inaweza kakauka mapema ko wakichangamkia hii fursa wakarudisha maji kwetu sisi, maji ni uhakika. Kama, kama wangiwasa uh, hamna utaratibu wa kumtembelea mteja kabla ya kusitisha huduma? Tuna utaratibu wa kumtembelea mteja, anakumbushwa kulipa deni lake, lakini pia tunaweza tukamsitishia, tukamwachia siku kadhaa, kwamba mteja kama utahitaji kurudisha unaweza kurudisha bila faini, ila unakuta kwa changamoto za kifedha wengine wanashindwa kurudisha kwa kulipa kwa wakati. Ndio maana tukaona kama mteja kwa mfano ana elfu hamsini akaona kulipa elfu hamsini mara moja ni ngumu, basi tumpe ndani ya miezi mitatu. Tunaamini mteja kabisa ataweza kulipia ili kuondokana na hii changamoto ambayo umeitaja hapa ya wateja kutolipa bili za maji. Uh, hivi karibuni Mheshimiwa Rais akiwa kule mkoani Kilimanjaro akizindua mradi mkubwa sana wa maji alikumbusha pia kuhusiana na Uh, kufungwa kwa zile mita za prepaid kwa maana mtu analipia kwanza ndipo apate huduma. Kwa wangiwasa ikoje? Kwa wangiwasa hilo swala lipo kwenye mchakato, lakini pia tuna wateja wetu ambao wana za mita prepaid tayari. Okay. Wapo wa wachache, lakini kwa wateja wengine hiyo swala tunaendelea nalo. Kwa hiyo tupo kwenye mchakato namna ya kufanya ili kila mteja aweze kupata hiyo mita prepaid, lakini pia kwa, kama mkurugenzi alivyoeleza kwamba kuna mradi ambao unaendelea ku, jenga muundombinu wa kutibu yale maji. Naam, kwa sababu maji yetu kwa sasa hayapo vizuri sana. Kwa hiyo na maana kwa kupitia pia hayo maji atakapotibiwa na hizo mita za prepaid zinahitaji maji masafi. Kwa hiyo mradi wa kutibu maji ukishakamilika, nadhani na swala la mita za prepaid litakaa itakaa vizuri. Okay, sawa sawa, mkurugenzi, umegusia swala zima la wananchi kutunza vyanzo vya maji ili maji yaendelee kuwepo E, na miradi hii mikubwa pia endelea kutekelezwa baadaye kukamilisha kabisa hii changamoto ya ukosefu. Hali ikoje ya wananchi juu ya kutunza vyanzo vya maji? Kwa kweli wanajitahidi, tulianza kuelimisha tangu mwaka jana, mwitikio ulikuwa mkubwa na tulifanya tathmini mwaka huu. Maeneo mengi watu wameacha kulima kwenye vyanzo, wamebaki moja moja, na sasa hivi tumeanza kuwakumbusha wale moja moja nao waache kabisa kwenye maeneo ambayo tumeyakataza. Kwa hiyo wanatupa ushirikiano na viongozi wa maeneo hayo, tunawashukuru sana, hasa watu wa viongozi wa upande wa Malinyi, kata ya Maliji, vijiji vya Mkate, Iliulu na, na, na, na kijiji cha kingine cha pale kuna hii Maliji, Iliulu na Mkate, vijiji vitatu ndio kuna vyanzo vyetu. Kwa hiyo tunawashukuru sana ili okay. Tunamshukuru sana ofisi ya mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya kwa ushirikiano, ameanzisha jeshi maalum ya kuzungukia vyanzo vya maji. Kwa hiyo tunatambua mchango wake, kwa tunampa hongera na kazi yake ni nzuri, tuendelee kushirikiana vizuri. kuna hatua ambazo huwa mnazichukua pale mnapobaini kuna mwananchi ambaye amekaidi maelekezo kwamba asifanye shughuli zozote zile kwenye vyanzo vya maji, lakini yeye naendelea kufanya shughuli. Uh, wengine tumechukua hatua, mm. wengine tumewakamata tumeweka lockup, baadaye wakaomba tukawapa onyo wengine wamepigwa faini za kutosha tu milioni moja, milioni kadhaa, na tuliishia hatua hiyo kwa mwaka jana. Sasa mwaka wale moja moja, tunataka tuchukue hatua zaidi, tuandae tu mwana sheria na tumeshamwandaa tayari. Kwa hiyo tutawapeleka mahakamani kabisa, kwa ja. sababu wanakiuka utaratibu. sawa sawa. Dadangu hapa kwa ule ambaye hafahamu nini madhara ya kufanya shughuli labda za kilimo kwenye vyanzo vya maji, kwanza madhara ya kufanya shughuli za kilimo kwenye vyanzo vya maji tunajua kabisa, unafanya kilimo kwenye vyanzo vya maji, kuna miti au uoto asili ambao upo jirani na vyanzo vya maji lazima itolewe. Kwa hiyo unatoa ile miti au uoto asili ambao ule unasaidia kutunza vile vyanzo vya maji, lakini pia ule uchafu, zile tope ambazo zinaweza zikawa zikasababishwa na mmomonyoko ambao unatokana na kilimo pale, unaenda unaenda kwenye chanzo cha maji, ule uchafu unaenda paka kwa mteja anayetumia yale maji. Yaani unakuta athari, we unaweza ukaona kama kitu ambacho unakifanya pale kulima unafaidika, lakini unawa, unawapa matatizo wateja wengi ambao wapo huko mbele wanatumia maji kwa. Okay. Yeah. madhara yake ni makubwa, madhara ni makubwa sana. sawa sawa, wana Wanging'ombe wanakusikiliza sasa hivi kupitia ile Elolama FM, nini unazungumza nao? Mimi nipende kuwasihi wateja wetu kwanza kuendelea kuiamini huduma yetu ya maji. Lakini pia niwakumbushe kulipia bili zao za maji kwa wakati ili tuepukane na hii adha kama nilivyoeleza kwamba tuna wateja 680. Hawa ni wateja wengi. Kona si wateja wetu kuendelea kulipia bili zao za maji kwa wakati, ili tuepukane na hii adha kwamba mteja unasitishiwa huduma na Wanging'ombe ina uhaba sana wa maji. Kwa hiyo mteja hakikisha analipia bili yake kwa wakati, lakini pia waendelee kutumia huduma yetu ya maji. Maji yetu ni uhakika kabisa ile namba ambayo ulitutajia kwamba wakihitaji huduma kutoka. Ndio, naomba nirudie hii namba ni huduma kwa wateja moja kwa moja pale ofisi kuu ile Ilembula, 0744405299. narudia tena 0744405299. E, Mkurugenzi, mii napenda kusema mambo mawili. Ya kwanza napenda kuwambia wakazi wa Wanging'ombe wasio na hofu swala la maji kuwa ya mgao inaelekea kufika tamati mm, kwa sababu maji tunayoleta sasa yanatosheleza watu laki tatu na elfu ishirini. Idadi hiyo kwa eneo letu halipo. Sisi tuna watu kama laki moja, kwa wilaya nzima watu laki moja na elfu tisini lakini maji yanayokuja ni ya watu mia tatu ishirini elfu ambayo ambao ni maji pamoja na wale ambao bado hawajazaliwa. Kwa tatizo la maji tutalimaliza kwa kiasi kikubwa. Hilo ni la kwanza. La pili, hii miradi iliyotaja yenye thamani ya milioni kama 66, kuna watu kweli walijitoa kufa na kupona kuhakikisha hii miradi inaingia kwenye utekelezaji, kwa sababu ni miradi ya muda mrefu, lakini kwa kipindi cha awamu ya sita kuna watu walijitoa. Ni vizuri tukawatambua na tuwashukuru hawa watu na tuwape moyo mpaka tuweze kumaliza utekelezaji wa miradi hiyo. Napenda kumshukuru sana Mheshimiwa mbunge Festo Dugange kwa kazi yake nzuri ya kuhakikisha miradi iliyosimama katika kipindi chake, miradi imeamka sasa, utekelezaji unaendelea kwa kasi kweli. Wa pili kwa kweli, ni mpongeza na mshukuru Mheshimiwa waziri wa maji Juma, Juma Aweso yeye na timu yake kwa sababu ndio waliohangaika kuhakikisha fedha zote za mradi maproposo yanaandikwa na fedha zinapatikana. Na tunapozungumza mradi wa miji 28 fedha ziko kwenye akaunti zote zipo. Ah, fedha ipo ipo bilioni 43 zote zipo, ameshalipwa kiasi na zilizobaki ziko kwenye akaunti, kwani kazi nzuri ya mheshimiwa waziri wa maji pamoja na timu yake, katibu mkuu na timu yake, kwa ujumla wamefanya kazi kubwa kwa miji 28 pamoja na Wanging'ombe. Kwa hiyo ni vizuri tukawapa maua yao na pia tumpongeze na mheshimiwa Rais wetu Samia Suluhu Hassan, ndio aliyebeba maono ya kuaisha sekta ya maji. Tatizo la maji linapungua kwa nchi nzima pamoja na Wanging'ombe. Kwa hiyo ame dhamira yake haa, wengine ni watekelezaji, ila yeye ameibeba kama ni msukumo mkubwa. Pamoja na hayo, tusisahau mchango mkubwa wa mkuu wetu wa mkoa Anthony Mtaka kwa sababu ametuandalia mazingira mazuri, tunafanya kazi kwa bidii, tunashirikiana. Mazingira ya kazi ni mazuri kwa watumishi na kwa wananchi, mahusiano ni mazuri. Kwa hiyo kilichobaki ni sisi kupambana na tatizo la maji bila vikwazo vya aina yeyote. nikimtaja mkuu wa mkoa pembeni mwake, ujue upande wa kushoto kuna mwenyekiti wa CCM wa mkoa e, e, mzee mze wetu mwenyekiti wa CCM wa mkoa mzee Asanga Japipo. yeah, hey. yeah. Kwa kweli ni mzee mmoja mwenye busara anatusaidia kwa kiasi kikubwa. Na upande wa kushoto kwa mkuu wa mkoa huwezi kumwacha mkuu wetu wa wilaya, ni mkuu ambaye ameanzisha kikosi maalum cha askari wa kuhakikisha vyanzo vya maji vinahifadhiwa.